Jeremiah Simogela, kabila ni Mluguru, natokea Morogoro vijijini, matombo huko huko. Tumekuja katika maisha ya kuangaika, ndio kama hivi sisi tumewakupanga kama hivyo tumepanga, lakini uhalisia katika maisha nimepitia changamoto nyingi sana. mm -hmm. changamoto ya kwanza nakumbuka ilikuwa ni elfu mbili na nane nilikuwa mm -hmm. katika habari za utumishi, utumishi wa njia za wokovu elfu mbili na nane katika huku na huku. Baada ya kupita katika njia ya mapito, nikaja kuanguka katika njia ya uokovu, nikapata matatizo ya akili. Ukaanguka kivipi? Yani, nikaja kuanguka kiroho, yani tuseme kiimani, nikaja kuanguka baada ya kuacha matatizo ya wokovu, nikaanguka ni katika njia tena ya shetani. mm -hmm. nikapata ugonjwa ambao mkubwa sana hmm. ni ugonjwa ambao wa kupoteza akili kichwani, na ikafikia hatua kunipeleka hospitali huku na kule kwa waganga wa kienyeji, ikabidi nikatoroka kule nilikokuwa. Baada ya kutoroka kwa waganga wa kienyeji, nikapotea ndugu zangu, kiasi kwamba walishajua nimeku nimekufa. Wamekaa karibuni hata miezi miwili mitatu, bila kutambua mimi niko wapi, nikawa natembea huko nisiko kujua wakati mwingine nawatembea na watu ambao siwajui ni wengi wengi, lakini lakini siwatambui siwatambui. Ikawa habari hiyo kunipeleka peleka hospitali. Matokeo yake ni katika kukimbia kimbia kueuka kule, katika kukimbia kupoteza akili, Mungu akanifikisha sehemu moja ambao ni Muhimbili Muhimbili, kulikupona pambano la mpira pale siku moja hiyo ambayo nilofika Muhimbili, kila mtu akawa ananitafuta huku mitaani wazazi wananitafuta, mganga kule ananitafuta, wazazi. Ikawabifu kati ya mganga na ndugu zangu: mganga, tumekuletea mteja wetu, hapa mgonjwa wetu. Leo amepotea, tutakuaje? Ikawabifu kati ya mganga na ndugu, mimi tayari nishapotea kipindi hicho. Nimekaa kama miezi mitatu huko, nilikuwa nakimbilia sana mapolini na baharini, baharini katika huku na huku, matokeo yake Mungu akanirudisha katika ule uwanja wa Muhimbili, na angalia hivi gorofa naangalia geti la Muhimbili kuingia geti la Muhimbili, we mbinzi alifananisha kama huyu ndo katoka udini katoroka, anarudi tena. Bahati nzuri narudi, ananikamata ananipeleka hospitali mle ndani. Bahati nzuri nimekutana, bahati nzuri nimekutana na kijana ambaye nilikuwa namuuzia nguo Morogoro kule chuo mm. Sasa hivi pale, yeye amekuwa ni nesi mm. Na daktari kuniona tu ile siku ile baza, alistuka yule nesi, ananiambia wewe ndo lasi Alexi, nikamwambia ndo mimi lakini nikakupoteza ufahamu, akamwita dokta. Dokta, naomba umsaidie huyu baza, mimi namjua, alikuwa anatuuzia nguo tukiwa chuo Morogoro, namuelewa, naomba umsaidie. Ukweli nilisaidiwa kwa njia ya imani mm. Nilipelekwa kwenye mambo ya picha, kupiga picha za akili na nini mpaka kufikia na lazwa odini pale Muhimbili. Baada ya kulazwa mimi nikawa na nguvu kama za za za, za, za tuseme nguvu za za za kimila. Nikawa na nguvu za asili, yani za kimila mila kama ni nguvu za uganga au za kishetani. Kwa hiyo nikawa na nguvu zile wakati mwingine. Sasa mimi naona mimi sio mgonjwa, natakiwa nitoke hapa hospitali. Daktari, naomba uniondoe hapa. Dokta Panga la Jeshi namkumbuka, ile lo dokta wangu aliyonipokea anaitwa Panga la Jeshi Odia Machizi Muhimbili. Yule dokta ananiambia Alex, unaumwa, pata dawa hapa. Nikakaa muda kama wiki mbili tatu pale hospitali, nikamwambia dokta, mimi siumi, naomba niondoke hapa. Siku nafikishwa pale baza nimefikishwa na ki, ki, yani nimefika na chizi mwenzangu, ananipiga mguu, ananifunguliwa mlango wa getini ule, ile chizi ambayo wameendana ananipiga ngumi, akasema da, mimi napigana na watu kumi kule. mm -hmm. Leo nilipigana na mtu mmoja nikamkamata nikamgonga nikamng'oa meno mara pili wakanikabidhi uchizi wa pili. Nikamkamata nikampiga. Watatu nikampiga. Daktari akaniambia da, huu uchizi koleta kuua watu. Daktari anaua watu akanibidi, mm -hmm. wanipige. Wanipige ile nini? Pingu ya shingo yani kukutumia shuka kama mtu anayejinyonga. Mm -hmm. Baadaye, wakanizidi nguvu, wakanichoma sindano kaputi, ile nikalazwa mbali. Ndio nikakaa hizo kama tu wiki. Nimekaa mwe mbili bila mtu kujua. Hapo mimi kuja kurudi nyumbani ikabidi asili kanikamata kwamba jina la asili, asili ndio lina sababisha uwe hivi. Kwa hiyo inabidi utambikwe jina hili ili ukae vizuri. Kweli nikaisikia habari hiyo, shingo yangu dada iligeuka, hii ilikuwa inaangalia nyuma baada ya kuangalia mbele, mikono mekunja ikawa mifupi yenyoki tena na mdomo unatia mate. Basi baadaye kunipeleka nyumbani kunitambika, nikarudi huku mambo yale yakawa afadhali. elfu mbili na nane nikakaa elfu mbili na kumi kumi na moja kumi na mbili ikarudi tena ile hali hmm, ya ugonjwa uleule wa kupoteza akili nika tumia dozi ambazo za pale sikuzielewa, nikaa natumia dawa za Kiswahili, ndio matokeo yake mpaka niko hapa. Lakini bado kuna mambo mengi ambayo yanamisibu, na sasa hivi nimepata janga ili hapa la mguu janga, ili janga la mguu limetokea li kutokana na sehemu nilikuwa nataka niende kuombe kazi mm -hmm. Ile sehemu nilikuwa nataka mimi niombe kazi mm -hmm. na dada ambaye isaidia kn kunisaidia kunifanya kunitafutia ile kazi mm, lakini katika kunetea ile fomu, ili nijaze ile fomu ya kutafuta kazi yangu mm, ikatokea kwa ugomvi mm, kati ya mimi na wale wale, kwa sababu siku hiyo ilikuwa ni Jumapili tulikuwa tuna tunakunywa mm. Katika kunywa sasa, yule jamaa yangu yule ambaye alikuwa anatafutia kazi ameona kama huyu jamaa yangu anatembea na demu wangu kama lim kama kukaa na wasiwasi fulani kwangu mimi. Kwa hiyo baadaye, baada ya kunywa katokea ugomvi kama hizi toke kanishambulia watu wengi mpaka kunivunja mguu. Nilienda hospitali, waliniangalia akasema, e, mguu umeteuka, mguu mm. umeteuka. Baada ya hapo nikawa sina pesa mm ya kwenda kujitibia nikaa na meza doda za sada za hapa na pale, baadaye Mwenyezi Mungu kajali assist yangu, usikia habari bwana mdogo wako ameumia, akabidi anipeleke hospitali mara mm. Ma, mm. Baada ya kutumia tiba ndio nipo kama hivi, namshukuru Mungu, lakini hali bado inaendelea sio nzuri sana, ila tofauti na mwanzo nilivyokuwa. Au tayari hospitalini umeenda na yes, umepata tiba. Tiba nimetiba nimepata lakini, bado mwili bado mguu bado hauna hauna nafuu

hiyo linaambia mpaka tarehe nne mwezi wa nne Mm. niende tena nikaangaliwa, alafu nipige tena x-ray, nipige tena x-ray. Kwa hiyo ulikuwa unafanya shughuli gani kabla kabla ya hapo? Mimi ni shughuli zangu ni muuza mitumba, mimi ni mtu wa kusafirisha mitumba, natoka hapa nenda mikoani. Oh. Eh. hiyo ikatokea hiyo, shughuli ka Eh, baada ya mtaji kukata ndo mm. nikawa sasa natafuta kazi mm. ya kujigamisha ili nipate mtaji eh, Nikapata majanga kama... hivi mi niko na mwanangu ambaye mke wangu amesafiri, yupo na mwanangu mm. wa kiume ndo baya. mm. Anasoma? huyo sasa hivi asomi, naye alipata matatizo ambayo ya kichwa kama ina ina maana kama vile yani nyoka zae nyoka inasema kwa hiyo <laughs> yali ikaenda mpaka kwa mtoto baadaye naye shule akaachishwa na walimu mwalimu mkuu anambia bwana huyu mwacheni mwachishe shule kwanza kamfanyie tiba huko zozote mm. zile zote yuko nyumbani mpaka sasa mm. kwa hiyo mnaishi ishi vipi na mtoto wako kwa sasa hivi kutokana kutokana na jinsi nilivyo sasa hivi naishi kwa ugumu sana a Hmm. Sababu sina kazi, sina kibarua na sina, sina chochote ambacho chaku chakuniingizia pesatika. Kukaa kwangu anamtegemea bi mkubwa wangu na sister yangu, ndo kwa kunetea kampani kunetea kama chakula au kutakuwa na msaada wa hapa na pale ni mdogo mdogo napata kwa kutoka kwao. achukua na picha yako, akusaidie. Akusaidie kitu gani? Yaani, mimi hapa, kitu cha kwanza mi naomba nisaidie kwanza jambo langu la mguu, ili nipone, nipate afya njema, niwe na afya njema hmm. jambo la kwanza ndio hilo naloliomba. Jambo la pili nipatiwe mtaji au nitafutiwe ni, nipatiwe hata kazi ya kufanya ambayo ya kuniingizia kipato kwa kila siku kuhudumia familia yangu. Jambo la kwanza upatiwe matibabu, matibabu, ili upone. E, ili nipone. La pili, mm. nikishapona lazima nipate kazi ya kufanya mm. ya kuhudumia familia yangu au kujihudumia mimi mwenyewe. Ukishapona ungependa kufanya kazi gani? mimi huwa napenda kazi ya kufanya biashara lakini pia mimi ni napenda muziki Mm. Na mi mwenyewe ni mtunzi, na mi mwenyewe huwa naimba. Kwa hiyo macho mm. wa watamani wewe ukisha pona, Mungu amesaidia amemgusa mtu ametaka kupeleka hospitalini, umepona mm. biashara gani sasa ufanye sasa? mbona najipinda moja tu kati ya mziki mm. na biashara na biashara za ambayo mi natamani kwanza, jambo la kwanza yani sababu so, mziki bila, bila, bila kupata pesa huwezi mm. kufanya mziki kwanza nipate jambo la biashara, nipate mtaji wa biashara. biashara gani ambayo umefikiria au umekuwa unaipanga kuifanya? yangu mimi, ambayo nimezoea ni, ni biashara ya mtumba mkuma, mkuma. ukitoa wapi mitumba? mimi mitumba naichukua kule Kisutu mm. kama balo moja au balo mbili mm. natembe, na, natembea mikoani hivyo, tunakuwa na pointi, viatu vile vya mm. mtumba mm. pisi kama mia pisi mia mbili mm naondoka nazo mkoani ndio, na biashara zangu ndio biashara yangu ambayo niliyokulia na nimezoea. Kwa hiyo mnakaa mnakaa mnaka watu wawili hapa hapa? Kwa sasa tuko wawili mm -hmm. Ule mwanamke sasa hivi amesafiri amefiwa na mwanaye pia. Chumba kimoja sawa. Eh, eh, hey. sawa sawa. eh hey. Kwa hiyo mtazamaji wa tasofa leo tumefika hapa, uh, Kigogo posti kwa ndugu yetu anaitwa Mr Alexi ambaye amekuwa akisumbuliwa na, ma, na kuvunjika kwa mguu wake kama tulivyomuona hapa yeah. Ni a, mwanaume ambaye anaishi maeneo ya Kigogo Posti hapa na familia yake. tumia link, tumeongea na mambo mengi, amejieleza jinsi gani imetokea tatizo hili kama alilonalo kwenye mguu, na ameomba ameomba msaada wa uh, kusaidiwa mguu wake matibabu, ili aweze kutembea tena nakua na kuwa na afya njema pia yeah. Ameomba msaada wa uh, kisha kuwa na afya njema apate kitu cha kufanya kama mwanaume ili yeah. kusaidia familia yake. Naam. Yeah. Kwa mpenzi mtazamaji, karibu sana tunaomba utupigie ili tuweze kumfikia uh, kaka yetu hapa Alex na kumsaidia na kurejesha furaha na tabasamu kwenye maisha yake. Anaishi mazingira hapa tulipo ndio nyumbani kwake. Uh, yupo na familia yake. Ndio msaada ambao ameomba kwetu siku ya leo. Tunaomba yeah. Ukiguswa utapata uh, namba zetu hapo ziko hapo zinapita ili tuweze kumrejeshea tabasamu na kupata afya ya mguu wake. Karibuni tena nitasofa ninatazama. Asante. Amina. Ila naomba niongee na mambo ya mwisho. Karibuni. Mimi bwana, ni msanii na nyimbo yangu inaitwa kwenye msiba sipotei, nitaulizia, nitafika msiba. hmm. Janga la dunia msiba, janga la kimataifa, huyu anazaliwa, yule anakufa. Kwenye msiba sipotei, nitaulizia, nitafika. Hiyo nyimbo ipo kwenye kwa wenzangu, lakini mimi mwenyewe sina simu kubwa, kwa hiyo nyimbo inanipa supporta kupiga nyimbo zingine, lakini na nyimbo nyingi tu na mashairi naandika mwenyewe kwa, naomba msaada huo yani mm, nipo ndani, dada yangu, kwa sababu nikisema nitembea tu akazaa mguu mm. kwenye goti bado unaniumiza sana. Sawa sawa, hey. Kondo, namna unavyokuwa unatembea, yeah, hivi yani kabla yani ni saidia hapa dadangu, mm. lakini hapa ni kama kuna unafuu kidogo kidogo kidogo. n yani.